Akizungumza wakati akiongoza zoezi la kufyeka na kuteketeza mashamba hayo ya bangi, mkuu wa wilaya ya Tarime bwana Gorori Asiruoga, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya hiyo, amesema madawa hayo ya kulevya miathiri kwa kiasi kikubwa kundi la vijana katika wilaya hiyo, huku akisema operesheni hizo zimeanza kuzaa matunda katika vita kupambana na kilimo hicho cha zao haramu la bangi. na tutaendelea kupambana na watu wote wanaolima zao haramu la bangi lakini la pili, tumeanza kupata mafanikio. Mara ya mwisho tulipokuja katika mlima huu tulikuta mashamba mengi na tuliacha mengine yaitushinda kutokana na muda, lakini leo tumerudi, yale ambayo tulifyeka tumekuta hawajalima tena. Maana yake sasa mapambano yetu dhidi ya kilimo haramu cha bangi yanafanikiwa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa, mwenye wa serikali ya kijiji hicho Bwana Mnanka Nyanswi amekiri mlimo wa kijiji chake kuwa na mashamba makubwa ya bangi ambayo inalimwa na baadhi ya wananchi wa maeneo hayo kwa ufadhili mkubwa wa wafanyabiashara wa zao hilo haramu kutoka nchi jirani. Hapa tulikuwa kwenye sakata la kunywa bangi bangi iko kwenye eneo langu, lakini wanaoivamia kulima ni kijiji kingine ambacho Tagota, kata ya Kenyamanyori. Tunaomba serikali tusaidie, ili zao ni haramu, tulikataa kwa ujumla, kwa sababu kwenye kijiji changu tumeshalikataa. Sasa zimebakia sehemu ambayo wanalima iko mlimani, na kwa kutumia fursa hii nitoe rai sasa kwamba wote wanaojihusisha na kilimo cha bangi waache mara moja, na kwamba wale ambao Kwenye mashamba ambayo tumekisha kuyabaini tutahakikisha kwamba mkono wa sheria unapata mkondo wake. George Marato, ITV Mara.